Niseme ya kwamba vile Reverend Wesonga ametuambia hapa, baba alikuwa anasikiza wananchi, baba alikuwa anasikiza wananchi. Na mimi nataka kuencourage wanachama wa ODM, sisi viongozi sasa tunyamaze kidogo, tusikie nyinyi mnasema nini, nyinyi mtuambie mnataka tufanye nini na chama cha baba Raila Molo Odinga. Namaliza nikisema, namaliza nikisema baba Raila Molo Odinga alizungumza wazi mbele ya nchi nzima tarehe ishirini na mbili mwezi uliopita mbele ya hawa wabunge katika hoteli ya Agile pale Nairobi. Baba aliongea kwa kinywa chake mwenyewe, na waomba viongozi, msiingize maneno kwa mdomo ya mtu ambaye amelala. Alisema yeye mwenyewe akasema, kama chama lazima tujiandae kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na saba na wale ambao wanaeneza mambo mengine hapa, baba alisema, who has told you who has told you who has told you? Kwa hivyo kwa hivyo sisi tutafuata the last standing instruction ya baba ambaye alitoa chini ya siku 23 ambazo zimepita kabla afariki. kwa hayo mengi